Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, Bakwata, mkoa wa Songwe, tumeweza kukusanyika mahali hapa viongozi mbalimbali mbali, baraza la mashekhe, halmashauri wengine wametoka mawilayani, ili mradi tuweze kutoa tamko kama Bakwata mkoa wa Songwe, na tamko hili ni kuliunga mkono tamko lililotolewa na taasisi zote za Kiislamu nchini juu ya yale yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mola wetu muumba na kumtakia rehma amani kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, salamu zimuende yeye, masahaba wake pamoja na watu wa nyumbani kwake. Hivi karibuni Taifa letu lilifanya uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi pamoja na madiwani. Katika kipindi chote cha mchakato wa kuendea uchaguzi huu tumeshuhudia kwa upande wa wanasiasa kuibuka kwa makundi mawili kwa ukubwa tofauti. Kundi moja likitaka uchaguzi ufanyike kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu inavyotutaka. Kundi la pili likigoma kushiriki na kutaka wengine wote wasishiriki kutokana na kile walichokuwa wanakieleza, madai ya mabadiliko waliokuwa wanayataka yafanyike yafanywe kwa namna wanavyotaka wao, na kutokana na hali hii, kundi hili mpaka tulipoingia kwenye uchaguzi wao hawakushiriki katika uchaguzi wetu wa mwaka huu wa 2025. Tarehe 29 Oktoba ndiyo siku iliyokuwa ya kupiga kura na kura zilipigwa na uongozi kupatikana. Kuanzia siku ile ya kupiga kura kulizuka genge lililokuwa likiwatisha watu kwa kupora na kuharibu mali pamoja na miundombinu mbalimbali. Kuchoma moto vituo vya mafuta pamoja na ofisi za umma. Katika siku hizi za uhalifu huu, Watanzania wakagawika katika makundi yafuatayo: kundi la waliofanya uhalifu, lakini pia kulikuwa na kundi waliochukizwa na uhalifu huo ambao ulikuwa ukifanywa, lakini pia kulikuwa na kundi lililofurahia uhalifu huo na uvunjifu huo wa amani uliojitokeza. Lakini pia kulikuwa na kundi la wachochezi wa ndani ya nchi yetu, na wakiwemo mpaka wale ambao si wa Tanzania, serikali na vyombo vya dola, lakini pia wanasiasa, kwa mitazamo tofauti. Baraza kuu wa wa la Waislamu Tanzania, BAKWATA mkoa wa Songwe, tunaunga hili tamko la

Mtume asema anayeona jambo baya, basi alizungumze, alitoe, alitoe kwa mkono wake. Kama hawezi, basi alizungumze. Na ndo sababu si ye baraza kuu la waislamu BAKWATA mkoa wa Songwe, kutokana na yote yaliyojiri ndani ya taifa letu, tumeona tuna haki kabisa ya kuunga mkono tamko lililotolewa na taasisi za Kiislamu. Wakati haya yakiendelea, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilitoa tamko kuhusu kile kilichokuwa kinaendelea. Mkuu wa majeshi nchini alitufahamisha kuwa kile kilichokuwa kinaendelea ni uhalifu na watekelezaji wa uhalifu huo ni wahalifu, na hapa nanukuu: ndugu wananchi, itakumbukwa kuwa jana tarehe ishirini na tisa Oktoba 2025 nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea, kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vitendo hivyo vilihusisha uharibifu wa miundombinu ya umma, mali za umma na za watu binafsi. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja. Mwisho wa kunukuu. Kutokana na vitendo hivi vya kihalifu ambavyo vililazimu vyombo vyetu vya usalama kudhibiti hali hiyo, ndani yake kukatokea vifo vya watu wasio na hatia na wengine kupata ulemavu wa kudumu. Pamoja na uharibifu, wizi na upotevu wa mali, yote haya yakisababishwa na hilo genge lililokuwa likifanya fujo, wizi, uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu. Sisi BAKWATA mkoa wa Songwe tunalaani vitendo hivi vya kihalifu ambavyo udhibiti wake umepelekea vifo vya watu wasio na hatia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndani ya surata Almaida aya ya thalathini na mbili anasema, anaeua mtu basi ni kama vile ameua watu wote waman ahyaha fakaannama ahya lnasa jamia. Lakini pia yule ambaye itakuwa ni sababu ya nafsi moja ya mtu mmoja kuwa hai ni kama vile umewapa uhai wanadamu wote. Kwa msingi huu sisi BAKWATA mkoa wa Songwe tumesikitishwa sana na upoteaji wa maisha ya watu kwa hali yoyote ile iwayo, na ndiyo maana kwa sababu ya kuchelea mambo kama haya, sisi BAKWATA mkoa wa Songwe kabla ya uchaguzi mkuu tulihimiza Watanzania kuidumisha amani yetu, na pale inapobidi, kuna haki zinadaiwa, basi haki hizo zidaiwe katika utaratibu ambao hazitoleta uvunjifu wa amani na kupelekea maafa makubwa kama haya yaliyotokea katika nchi yetu. Kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu tulitumia muda mwingi kuwaasa waumini wetu na Watanzania kwa ujumla kuitunza na kuilinda amani ya nchi yetu pamoja na kujiepusha na vitendo maneno ambayo yanaweza kuwa ni cheche ya kupelekea uvunjifu wa amani. Sisi BAKWATA mkoa wa Songwe tunaendelea kushikilia msimamo wetu wa kujali na kusimamia na kuilinda amani ya nchi yetu, kwani tunaamini pahala pasipo na amani, haki haiwezi kudaiwa wala kupatikana. Haki ni mchakato, ndugu zangu wa Tanzania, process, na kwa msingi huu haki ili ipatikane inahitaji wakati na mahala, time and space na ili pahala pa kudai haki paweze kufanya hivyo, amani inahitajika kwanza, ndipo haki iweze kupatikana. Pahala penye fujo, vurugu na watu kutishiwa mpaka kukatwa sehemu za miili yao, pahala hapo kamwe hapawezi kuwa na mazingira sahihi ya kutoa hiyo haki inayodaiwa. Baraza kuu la Waislamu Bakwata mkoa wa Songwe tunaamini, vitendo hivi ambavyo vimeleta maafa katika nchi yetu ni vitendo vya kulaaniwa na ni lazima vidhibitiwe na kuhakikisha havitokei tena katika nchi yetu. Bakwata mkoa wa Songwe tunaitaka serikali yetu ifanye uchunguzi wa kina juu ya, juu ya wale waliokuwa vinara wa kuchochea vijana wetu katika kufanya uharibifu huu mkubwa ambao haujawahi kutokea katika nchi yetu mpaka kufikia maisha ya Watanzania kupotea. Bakwata mkoa wa Songwe tunaiomba serikali yetu kuangalia wale wote ambao, kwa namna moja ama nyingine, wamekumbwa na maafa maafa haya na wala hawakuhusika kwa namna yoyote kuwaangalia kwa jicho la huruma pamoja na kuwafariji. Bakwata mkoa wa Songwe tuna tunaisihi serikali katika kipindi hiki iangalie pale panapohitaji suluhu pafanyike suluhu, kama mafundisho yetu yanavyosema, na suluhu ni kheri, surate An-Nisa aya ya 128 na pale panapohitaji maridhiano basi pia serikali yetu iwe tayari kufanya hivyo kwa maslahi mapana ya nchi yetu na raia wake. Japokuwa pia tunaisihi serikali, suluhu na maridhiano isiwe ni zawadi wanayopewa wale waliohusika na kushiriki katika uhalifu huu uliopelekea maafa haya yaliyotokea ndani ya nchi yetu. Bakwata mkoa wa Songwe tumeweza kukusanyika hapa baadhi ya viongozi kwa lengo la kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kuilinda nchi yetu na watu wa ovu, na awasamehe wale ambao hawajui walifanyalo, lakini wale waliofariki na wasio na hatia awalipe kwa namna apendavyo, kwa hakika yeye ni mwingi wa rehema na kurehemu. Na mwisho Bakwata mkoa wa Songwe hatuoni kuwa ni busara kwa taasisi za Kiislamu katika nchi yetu kuitwa ni wajinga kwa sababu tu zilihimiza amani na utulivu ndani ya taifa hili. Jamii ya Waislamu katika nchi yetu hii, siku zote tumekuwa mstari wa mbele katika kusimamia kuhimiza amani katika nchi yetu hata pale ambapo kufanya hivyo kunapokuwa kuna, kuna tulazimu kukubali maumivu makubwa, lakini tulikuwa tayari kufanya hivyo. Tunataka ieleweke kuwa taasisi za Kiislamu, hawawezi kuwa wajinga kwa sababu ya kuzungumzia na kuhimiza amani, kama ambavyo kiongozi wetu Mheshimiwa Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania Doktor Abu Bakari Mbwana hafidhahullah pamoja na viongozi wengine kamwe hawawezi kuwa wajinga kwa sababu ya kusimamia suala la amani katika nchi yetu. Amani ikiwepo, tunanufaika na kufaidika nayo sisi sote wa Tanzania. Ifahamike pia kuwa taasisi zote hizi za Kiislamu zikiongozwa na kiongozi wetu mkuu mufti na shehe mkuu wa Tanzania hatujawahi hata mara moja kuzuia watu wasidai haki zao wala kufuatilia haki zao kwa kufuata taratibu tulizojiwekea katika nchi yetu. Bakwata hata mkoa wa Songwe, tunaamini kuwa ndani ya nchi yetu kuna haki mbalimbali mbali ambazo zinadaiwa kutoka kwa makundi mbalimbali mbali, na wakati mwingine kutoka kwa mtu mmoja mmoja na kwa hivyo tunawaasa wale wote wanaojiona kuwa wanazo haki wanazodai kutoka serikalini au kokote kule ndani ya nchi yetu, hata mara moja kudai haki hizo isiwe sababu ya kufanya vitendo vya kihalifu na kudhuru wengine. Mafundisho ya dini yetu yanatutaka mara zote tuhakikishe kuwa hatumdhuru yoyote na wala sisi wenyewe tusijidhuru tusijidhuru, kama katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, la dharara wala dhirara. Sisitiza kuheshimiana Watanzania, kuthaminiana Watanzania na kusimama pamoja katika kudumisha amani, umoja na mshikamano wetu bila ya upande fulani kujiona kuwa wao ndio wana haki zaidi na nchi hii kuliko watu wengine. Kama ambavyo BAKWATA mkoa wa Songwe tunaamini kwa dhati kabisa kuwa katika nchi yetu hakuna raia daraja la pili kwa sababu ya dini, kabila wanakotoka, au rangi yao. Mwisho, BAKWATA mkoa wa Songwe tunaazimia kuendelea kuiombea dua nchi yetu dhidi ya wale wote wanaotaka amani ya nchi hii ipotee kwa maslahi yao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubainishie wale waovu tuwajue na kuwatambua na atuoneshe haki katika sura yake ya kweli, na aturuzuku kuifuata, lakini pia atuoneshe batili katika vazi lake la uovu ili tuweze kuisitisha. Aidha, mwisho tunatoa pongezi Bakwata mkoa wa Songwe inatoa pongezi kwa Mheshimiwa Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Doktor mama yetu Samia Suluhu Hassan, makamu wa raisi, spika wa bunge, rais wa Zanzibar, waziri mkuu, mwanasheria mkuu wa serikali wabunge wawakilishi madiwani kwa kuchaguliwa kuwa viongozi wetu katika miaka mitano ijayo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aijalie nchi yetu idumu amani na amani yake, awajalie wale wote walioathirika na maafa haya, awape faraja na kuondoshea huzuni katika nyoyo zao awajalie wale ambao walipoteza maisha, awalipe malipo yanayowastahiki huko walipo, na wale waliopata majeraha awaponye majeraha yao kwa haraka, na waliopoteza mali zao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awepe kuwapa aweze kuwapa badali. Allahumma amin. Tunatoa wito kwa Waislamu na Watanzania wote katika kudumisha amani mshikamano na umoja wa kitaifa, kwani kufanya hivi kuna maslahi kwetu sote wa Watanzania. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.